Angalia, watu walikuwa wameamua kukaa ndani, wakawa wanafuatwa tarehe thelathini na moja, thelathini, wanapigwa risasi. Watu wanaenda kuwindwa kijiji. Mfano, nimekuambia kijiji kinaitwa Ndaga Songi na ni Mbeya kule, ukaulizie huko mtoto, wameenda kukuta vijana wako watatu ndani ya nyumba, wakapigwa risasi wote watatu ndani ya nyumba. Kwani usiwakamata wafunge kamba. Eh? Sasa kusema watu wasitoke ilikuwa kama kudhibiti wasiendelee kuwawa wasiendelee na uharibifu, tungeona lakini tulishangaa pia, watu wame- watu wamekaa ndani wanauawa mamitani huko, tena nyinyi, tujiuliza sasa, ilikuwa na maana gani kuambia watu wakae ndani afu mauaji yanaendelea. Lakini hivyo tunaachia vyombo vya usalama, nadhani vina mbinu zao. E, katika hali ambapo watu wamepoteza maisha wengi kiasi hicho, nadhani mmeona maiti zilizokuwa kwenye mochuari mbalimbali.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 tulipokuwa na hospitali yetu pale zilijaa, walipopeleka maiti zilijaa, hakuna takwimu. Takwimu haturuhusi kuhesabu kwa sababu anayehesabu ni, mm, hapo. hao maiti walichukuliwa kutoka kwenye hospitali zetu, ni, ni i ni swala zuri, ni swali zuri sana. tuna swala na tuna mahali tulikataa kutoa maiti wakati usio wa kwake, tulikataa kutoa maiti mahali fulani ambapo ndugu hawajapatikana bado mm. Unaambiwa toeni maiti ambazo hazijatambulika. Sasa tutoaje maiti wakati watu wako kwenye shutdown? E, kuna watu kuambiwa msitoke hasa, utatokaje kuja kutambua? Alafu unajua tena kama vijana wa sasa hivi, Dar es Salaam ina watu milioni sita, lakini ukitafuta wakazi halisi waliozaliwa hapa huenda wafiki milioni tatu. Sasa hiyo milioni tatu nyingine si wametoka mbali huko. Sasa ndugu zao wengine hawa utajuaje kwamba ah oh, tunachika ndugu yetu tunampigia simu hapatikani. Hebu fanya sija kwa wakati wale waliouawa na nini nini nini. Eh, kuna mahali tulikataa. Nimewapa mfano ambapo namwambia anaenda polisi anasema sitaki msiwatibu hawa tunataka kuona mochwari hawa. Hatutaki kuona hapa kwenye wodi. Tulikataa. Ila tulipokataa waliheshimu. Sasa uongo wafaza kitima uko wapi? Baba watu waliongea kila kitu, madaktari walikuwa wakipokea majeraha, lakini polisi wanaokataza wasiwatibu badala yake wawapeleke mochwari wende wakafie mochwari. Mbaba watu mboga mboga, mkaja mkamchamba UVCCM kulipo hivyo vikumi vikumi vyenu kwa tamaa zenu na njaa zenu, mnashindwa kuji, mnashindwa kusema nazo, mkamtukana baba wa watu. Haya, bibi naye yule pale, leo ukaja kayabwaga. Kapelekwa mochwari bado mzima na alikuwa akiwashuhudia wengine wanakufia mochwari tangu lini mochwari kapelekwa mtu mzima kwa sababu kwanza kuna process mpaka mtu apelekwa mochwari iwe sana ushahidi kama kweli huyu kafa vipimo vifanyike kweli kafa ndo mtu apelekwe mochwari leo hii mtu apelekwa mochwari bado mzima ana hema aende akafia mochwari huko kwa tahayuri zenu za, za hao mabosi wenu wameona sasa hivi wanazidi kuumbuka. Wamekataza waandishi wasi, wasi, wa habari wasiwarekodi wakiwa nini, wa, wa, wa, nini wanahojiwa au mashahidi sijui, na wanampango gani nao? Maana bi tuulize kwanza, maana hatuna imani nao. Sasa wana mpango gani na hao mashahidi, kukataza waandishi wa habari wasiwahoji, wahojiwe faragha, faragha gani? Kuna maana gani ya tume huru? Tume huru ina maana gani mpaka wahojiwe faragha? Hivi nyinyi viongozi mnajisikiaje mkikaa mezani mkiwa mnakula dina pamoja, nyinyi na familia zenu na watoto wenu, ili hali kuna familia za watoto wa wenzenu mmezidumbukiza monchwali zikiwa bado zina hema? Hivi mnajisikiaje? Hivi mnapataje usingizi nyinyi, watoto wenzenu napeka monchwali bado wazima, kwa sababu tu ya madaraka? Kweli. Watanzania tuta, hata kama hatuandamani barabarani kitu tutakuwa tuandamani kwa vitendo. Hawa si watu wa kuapo shirikiano hata kidogo. Hivi ni kwa nini bado still watu wanaona kadhi maisha mbali kwa kawaida? Jamani, haya maisha sio kawaida. Kwa sababu gani? Unaona kawaida kwa sababu hajakukuta wewe, na hata kama hajakukuta wewe basi jirani yako ndo amemkuta, na hata kama sio jirani yako basi mtanganyika mwenzako ndo amemfika, ambaye ukipatwa na shida unakimbilia mtandaoni kwenda kuomba msaada. Huo msaada unaopata unajua unatokea kwa kwa wangapi Je, na hawa waliokufa wote, ina maana hawajawahi kutoa misaada hata siku moja kwa nyinyi ambao mnaoumwa? Si tena mpaka wasanii mbwa mbwa hao ndio wakupe. Wanakimbilia mtandao kuja kuomba misaada watu, watu wanachangia pesa, lakini leo hii watu wameshasahau, baadhi yao wameshasahau, naona amesha wamesha kwa kawaida, kwanza ni kufanywa vitendo vya kinyama kama hivyo. Hebu tubadilikeni jamani Tunaoje maisha ambayo kwa kawaida kwa hawa watu ambao wametufanyia vitendo vya